Sisi CHAUMMA kwenye ilani yetu tumeainisha masuala mtambuka pamoja nayo na ni ardhi na maendeleo ya watu. Ni mgombea ubunge wa jimbo la Morogoro Mjini anayepeperusha bendera ya Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, Mheshimiwa Rwegasira Elzeu Sitilaga, ambaye nimekaa naye katika mazungumzo kufahamu vipaumbele vya CHAUMMA katika haki ya miliki za ardhi za wanawake. Katika mahojiano haya, Rwegasira anataja mila na desturi pamoja na mfumo dume kukandamiza haki za ardhi za wanawake. Akizungumzia kampeni ya Linda Ardhi ya Mwanamke, Anasema ni mkakati mzuri wa kusaidia kumkomboa mwanamke, lakini pia hao wakina mama nao wahusike katika kusukuma ajenda yao, ambayo baadaye maanake tunaondokana na utamaduni ambao tulikuwa tumeuzoea wa wakinamama au wakina baba ndio wamiliki wa ardhi. CHAUMMA na wewe ukiwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Morogoro mjini, swala la haki za umiliki wa ardhi kwa wanawake umelitazamaje? Sasa inapokuja kwa wakina mama kwamba wamekuwa waanga katika masuala ya umiliki wa ardhi namaa mengine, hii imetokana na utamaduni tulionao. Tamaduni zingi zimekuwa hazirithishi wakina mama ardhi na kadhalika. Tunahitaji kuwa kuondoa ile ile ile, ile, ile mentality ya Watanzania ambao wamekuwa wakidhani wakina mama au wanawake hawana haki katika kumiliki ardhi. Sambamba na hiyo, kwa sababu tutakuwa tumepima hiyo ardhi yetu, tunahitaji pia waweze kuwa watu wa kuweza kuchukua umiliki halali na wa kisheria idha ni wa kimila kwa ajili ya manufaa yao kama wakina mama kwa ujumla. Ni kwamba wanawake pia kwetu ni kipaumbele. Kumekuwa kuna kampeni, kwa mfano kampeni ya linda ardhi ya mwanamke, wanaita Stand for Her Land. Ni kampeni ya kimataifa na sasa hivi imezindua ilani, nafasi yake unazionaje. Ni kampeni ambayo ni, ni, ni njema eh, kama wakina mama wanakosa kumiliki ardhi kwa sababu moja au nyingine, lazima watetewe ili waweze kupata hiki ambacho ni haki kwa kila mmoja, kama matendo kutokana na tamaduni zetu yameweza kuwaweka pembeni hawa kina mama, lazima tuwatetee. Kwa hiyo uwepo wa kampeni hii ni, ni, ni, ni, ni jambo jema ambalo litatengeneza awareness kwa watu ili waone ni kwa namna gani tunahitaji kushiriki na kuwashirikisha hawa kina mama ili waweze kuona umuhimu wa kupata hiyo haki ambayo wanaistahili, ambayo yawezekana kwa tamaduni zetu tumeweka pembeni. Kwa hiyo niko tayari kushiriki katika hiyo kampeni na hatimaye kuwezesha kusukuma ili akina mama waweze kuona umuhimu wa kupata hiyo haki ambayo wanaistahili. Sambamba na hilo, kuweza kushawishi Bunge kuweza kutunga sheria ambayo itakwenda sambamba na upendeleo katika kuwapatia hawa wakina mama haki na ardhi zao ambazo zinaweza zikawa zinachukuliwa katika namna ambayo sio. Kama tumetunga sheria mbalimbali zinazolinda mambo mbalimbali mpaka zinalinda wanyama na wengineo, kwa nini hao watu wetu ambao ni wakina mama ambao tuko nao katika maeneo yetu yasiweze kuwa ni tija kwao, lakini tutaweza kuendesha kampeni kwa sababu watu hao wanapata mikopo kwenye ajenda yangu ya kupata mikopo. Kama wakina mama wataweza kufanya mikopo na baadaye wakafanya biashara katika mji, wanaweza wakanua hivyo viwanja ambavyo vinaweza kufanya hivyo. sasa, mheshimiwa hmm, uh, Regasira, wagombea wengi wamekuwa wakitoa hizo ahadi za kushughulikia changamoto za wanawake, lakini pindi wanapopata nafasi ya kuwa wawakilishi huko bungeni utekelezaji wake unakuwa ni hauonekani kwa kiwango kinachowaridhisha walengwa. Hasa ni hatua zipi za ambazo zinapimika ambazo utazichukua baada ya kuwa umepewa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo la Morogoro mjini katika ufuatiliaji wa haki za wanawake za ardhi? Yeah. katika hilo ambalo nimesema kama moja ya hadi kupitia hadi mbalimbali mbali ambazo hii inaweza ikawa ni subsidia. katika hilo nahitaji niipandishe iwe ni ajenda nyingine ambayo itaweza kusaidia kwa sababu kwanza ninahitaji kufanya utafiti ili niweze kujiridhisha katika hilo, kwa sababu kwa manispaa ya Morogoro wapo wakina mama ambao wanamiliki ardhi katika maeneo haya, lakini ninapokwenda nje, hasa vijijini na kwingineko, yawezekana huko ikawa ni changamoto zaidi. Sasa kujidisha kwamba manispaa ya Morogoro wapo wakina mama ambao labda wanateka katika mambo haya na wananyasika katika mambo haya, ninahitaji nijiridhishe, lakini niwe na taarifa sahihi ambazo kupitia msingi huo basi niweze kuwatetea ili waweze kufanya hivyo, jambo hilo inaweza ikawa endelevu kwa mstakabali mzima wakinamama, wakina mama ambao wakati mwingine sasa hivi imekuwa ni changamoto kuachiwa kulea watoto wa, wa, wa kuachiwa ku au wakati mwingine kunyanyaswa au ku, e, kuchukuliwa ardhi za waume zao na kadhalika.